Na unasubiri umaskini huu utaisha lini? Lakini subiri, kwenye kimya cha umaskini inauma. Unataka kufanya kitu, hauwezi kufanya kwa sababu una lakini subiri, kwenye hicho kimya wewe unaondoka kwenye biashara yako na manunguniko tu. Usinungunike kwenye familia, kwenye ndoa, kwenye familia ulikooa ulikoolewa, kwenye ofisi unayofanya kazi acha kunung'unika, subiri kwenye kimya, ngoja kwenye kimya. Mungu hajawahi kumwacha mtu aliye ngoja kwenye kimya hata siku moja. Sema amina, halafu mpigie Bwana makofi mengi. Haleluya! Sasa nitazungumza juu ya wanawake wachache ambao nimewaangalia mimi binafsi, pata tu neema ya kufanya overview ya kuangalia wachache ambao wamewahi kusubiri katika kimya, wamengoja katika kimya, wengine kimya cha umaskini kungoja, waliongoja kwenye kimya cha umaskini na wakawa miongoni mwa watu walioweza kufanya mambo mazuri. Wapendwa watu wa Mungu, mnaonaga wakina mama ambao wamebeba Uh, beseni kichwani nusu lina matembele nusu lina miogo nusu sijui lina mchicha nusu lina mapapa, ma, ma, ma, ma, ma, machungwa. Wanatembeza huko barabarani. Kwenye lile beseni kuna watoto wanakula, kuna watoto wanaishi, kuna watoto wanasoma shule, kuna watoto wanaenda mpaka chuo kikuu. Na mimi ninawaomba hapa hata kama hauhitaji kitu, ukikutana na mwanamke wa namna hii, haununui kwa sababu unahitaji, nunua kwa sababu unamsapoti. Hayo makofi hayatoshi, kwa sababu huyu mama anasubiri, anangoja kwenye kimya cha umaskini, na hakuna kitu kibaya kama kungoja kwenye kimya cha umaskini. Niambie, ni mimi nilimwona mama yangu akisubiri kwenye kimya cha umaskini. Leo namtambulisha hapa, dunia nzima wanamuona mataifa mia moja na hamsini na mbili lakini alisubiri kwenye kimya cha umaskini kwa kiwango cha hali ya juu. Mvua ilikuwa ikinyesha, maji yanaingia kwenye nyumba yetu, sufuria, mwiko na vyakula tunaenda kuvichukua kilomita tano kutoka nyumbani kwetu, hivyo nyumba ya udongo, kusubiri kwenye kimya Nilimwona mama yangu akilia, anawasha jiko, alafu anaangalia taabu aliyonayo, tuko saba, analia mpaka jiko la kuni linazimika kwa machozi. Anasubiri kwenye kimya, hakututupa, hakututafutia anko, anasubiri kwenye kimya nikawa nina, nimeso, ninaenda kusoma Tanga. Nilikuwa na uwezo mkubwa, lakini sikufanikiwa kuchaguliwa. Zamani tulikuwa tunafaulu, lakini hakuna shule. Hizi shule za juzi mnazoenda watu wengi kwenda form 4 karibu wote, shule za kata, hiyo ni akili ya Lowasa na Mungu ambariki sana mheshimiwa Lowasa na uzao wake, ameiokoa Tanzania kwa kiwango cha hali ya juu. Kwa hiyo sikuchaguliwa, nilikaa nyumbani na baadaye nikajipeleka shule Tanga kwenda kusoma sina mtu wa kunilipia ada. Nimepiga shule, nimepiga simu Tanga, nimejieleza mimi ndio mzazi wa Eliona, mpokeeni nitakuja kulipa ada baadaye. Kungoja kwenye kimya cha umaskini, alafu wakati wa likizo na, nafanya vibarua, nakuja nyumbani. Nakumbuka nilipofika nyumbani naondoka namwambia mama, naondoka nahitaji hiki, kuna madaftari isi, kuna kitu gani isi, kuna kitu gani, kuna kitu gani. Mamangu ananitizama tu, anaambia umemaliza? Akaambia njwe ra nisubiri, akaenda hapo mgombani akatukua majani ya kahawa, akanambia, mwanangu, haya ni majani ya kahawa, nenda shule, kwenda unaenda, ili mradi nimeshatwanga mbege, nimeshauza ulezi, nimepata hela ya nauli wewe shule unarudi. Mama, hapana, hapanam, utakwenda shule. Anachukua majani ya kahawa ananiambia, ningekuwa na fedha mwanangu, ningekupa lakini nakupa haya majani ya kahawa, utaenda nayo, Mungu atayageuza kuwa fedha huko unakokwenda, nenda kasome. Natoka Kilimanjaro naenda Tanga. Sasa nikiangalia ni majani ya kahawa, sina chakula, sina sina hivyo nenda shule, ninaondoka naenda shule, nageuka nyuma namwangalia mama, nambia nenda enda, nalia na yeye na ananililia, nina nauli tu ya kufika hapo na kukwenda, sina hata tena, nauli yenyewe haitoshi tena, mpaka ukaanze kubangaiza, nakonda kusubiri kwenye kimya cha umaskini Nikiwa naenda huko njiani, nasema Mungu, nina akili ningependa kusoma, lakini sina uwezo wa mtu wa kunisomesha. Mama yangu analipa majani ya kahawa, mara wa kahawa, majani ya kahawa. Nikiwa njiani, namwambia Mungu, siku nikija kupata mahali pa kusimama na najua utanipa mahali pa kusimama, nitawasaidia wale waliokosa ada kama mimi, ili waweze kwenda shule. Mama uja hapa, nikushike mkono kwanza. Wewe ni mwanamke wa kwanza, Magdalene wetu wa kwanza. Leo hakujua kama atakuja kupata mchungaji au mtoto wake atakuja kuwa mchungaji. Haikama Mungu akutie nguvu sana mama. Tumpigie Bwana makofi mengi, ashangwe na vigelegele. Huyu ndio huyo mama wa majani ya kahawa akaniambia Mungu atageuza hayo majani ya kahawa yawe fedha katika kimya. Wapendwa, kuna hoja ya kifalsafa ya falsafa ya uchumi, falsafa ya uchumi. Wanaume wawili Petro na Yohana walienda kaburini, alafu wakaondoka wakaenda nyumbani. Walikosa kungoja kwa kimya. Walienda na habari ya sanda, walienda na habari ya leso, ndicho wanachoeleza hawajui habari nyingine, lakini mwanamke Mariamu Magdalena alibaki pale. Nataka kuzungumza nini? Asubuhi ya, ya leo walikuja mbio sana kufika kaburini, lakini pia wakaondoka mbio. Mimi nataka nikutie moyo ya kwamba usiogope watu wanaokuja mbio kifedha, wanaokuja mbio kiuchumi, wanaokuja mbio wakakuvateke. Ah, usiogope. Wewe bakia pale kwenye imani, bakia kwenye maono ya kwako, bakia pale. Wapo hapo watu wachache wanaosema amina pamoja na mimi. Wapo watu wanaoweza kuja mbio, na wakati mwingine unaweza ukaona watu wanakuja mbio, wanakuja mbio kihuduma, wanapanda sijui kwenye karama, wanapanda unaona, wanakuja mbio ah, wewe ni Mariamu Magdalena, subiri kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, washindi wangesema amina. Halafu ngempigia Bwana makofi ya shangwe, piga tena, Yesu asikie, sema amina. Nataka kusema nini hapa? Nataka kusema hivi, kimya kimya, kwenye kimya cha mauti, kwenye kimya cha mambo yako hayaendi Umeombea mtoto kimya, habadiliki, ndio kwanza amezidi kuongeza bangi. Hatua kwa hatua, umejaribu kufanya kila kitu kiende, lakini mambo yako kimya. Ule wimbo unaosema uh, you raise me up, ni wimbo unaotokana na theolojia ya kitabu hiki cha Mariamu. Ni habari ya Mariamu aliyesimama kimya nje ya kaburi Marie, eh, Petro pamoja na Yohana wameshaondoka lakini Mariamu alisubiri kimya to to wait to wait in silence kwenye makaburi ametulia kimya wale wakaondoka nataka kusema nini usiondoke kwenye chimbo lako kirahisi Yaani hii ndiyo theolojia ya, yani hii ndio Kiswahili cha hapa Kijitonyama, kwa alimaua, una chimbo, usiondoke. Hata kama unaona hakuna kitu, bakia pale pale, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wako watu watu wanaonielewa hapa, usiondoke kwenye chimbo lako. Mama mambo, usiondoke kwenye chimbo lako kirahisi, bakia pale kwenye chimbo mpaka kieleweke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye. Unajua, kuna watu wanaanza biashara wanaacha, wanaanza hiki wanaacha, wanafanya hiki wanaacha ah! wait in silence, subiri kwenye kimya mpaka Mungu akuonekanie na umwone Bwana kwenye kazi ya mikono yako. Mbona ufungi duka? Mbona uondoke kwa huyo mwanaume anayekunyanyasa namna hii? Mbona usitupi hawa watoto ah! Subiri kwenye kimya, hawa watoto watakuwa wachungaji kesho, watakao hubiri kama mama yangu. Mama yangu alishaambiwa aondoka, tupa watoto. Bibi yangu akamwambia, Julia nao anaweke visofo mke kukaa nao ruane kurosana wanao watoto hawatupi kana. Watoto wenzake walitupaga tunao mama wengi, majirani zetu walitupaga. Tulikuwa karibu na Mombasa. Mama yangu alishatoka mpaka nguo za kupelekwa Mombasa, aende Mombasa, lakini akabaki na kwa sababu alibaki akwenda Mombasa, ndio mhubiri wa leo. Na mtasubiri mpaka nimalize kuhubiri. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Wako wapi watu wanaonielewa hapa? Hebu nisaidie kutikisa watu wawili, waambie subiri kwenye kimya.